Familia ya Jeli, Online TV, Familia ya Jeli Online TV. Siku nyingine tena, siku nyingine tena tunaendelea na kilimo chetu cha nyanya. Endelea na kilimo chetu cha nyanya. Namshukuru Mungu kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Kama Mungu alivyopanga kila kitu kinaenda sawa. Ya, leo nilitaka ni, niwatambulishe niwaweke wazi Watazamaji wangu wa Jeli Online TV kutoka nchi mbalimbali kupitia YouTube channel. Nataka niweke wazi kwamba kupitia channel yangu ya YouTube sasa nazidi ku upload video mbalimbali kuhusiana na kilimo na ufugaji. Yeah, ku upload video mbalimbali kuhusiana na kilimo na ufugaji, lakini leo nitakuja kuongelea nyanya hii mnavyoiona, hii nyanya inaitwa dhahabu, ni dhahabu F1. Ni nyanya ya hybrid. Hii, nyanya ya hybrid kabisa. Naweza kuona nyanya ya hybrid kabisa, ni dhahabu F1, dhahabu F1, dhahabu F1 ni nyanya ya hybrid kabisa, ni nyanya ambayo inafanya vizuri, kama unaweza kuona nyanya ambayo inafanya vizuri, nyanya ya F1. Nyanya ya uzao wa kwanza hybrid F1. Kwa hiyo kupitia nyanya hii ya dhahabu F1, unaweza ukajipatia matokeo mazuri, kupitia nyanya hii unaweza ukajipatia matokeo mazuri kabisa kama ukiilima, na wewe mtazamaji wa Jelly Online TV zokajipatia matokeo makubwa kabisa. Ya nyanya ndio ina hizi nyanya kubwa unazoziona zote maake, zingine ni ndogo, zingine ni kubwa, zingine ni ndogo, lakini nyanya kubwa unazoziona zote zimetimiza mwezi mmoja, kwa sasa zimetimiza mwezi mmoja ya, kwa sasa zimetimiza mwezi mmoja. Kwa hiyo ndugu yangu Inabidi tulime kilimo kinachoweza kuleta matokeo katika maisha yetu ya kila siku. Tulime kilimo kinachoweza kuleta matokeo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo unaona zimetimiza mwezi mmoja na zimeshaanza kuweka maua. Unaweza kuona kabisa. Lakini pia na kwenye miche mingine maua yanaonekana kabisa. Kwa hiyo ni kwa sababu kwa sababu ni nyanya ambayo imepata huduma ya kutosha. Nyanya inapata huduma ya kutosha, nyanya inapata maji ya kutosha, lakini pia nyanya inapata virutubisho vinavyohitajika kwenye mche ili iweze kuleta matokeo bora. Unaona, unaona maua haya, unaona kama chano hii na maua ya kutosha kweli, ya haya ni maua, maua. Na unaona kwamba machipukizi na yenyewe yanaendelea huko, kwa sababu nyanya inapata maji ya kutosha, lakini pia nyanya inapata madini yote yanayohitajika Madini yote yanayohitajika nitrogen, potassium, na phosphorus, madini muhimu kwa mmea wako ili uweze kukua, uweze kukua na kuleta matokeo bora. Hayo ni madini muhimu ambayo yanatakuwa na, yanahitajika muda wote kwenye mmea wako ili uweze kuleta matokeo bora. Kwa hiyo ndugu zangu, mnaweza kuona kabisa na kamba nimeshafunga, kamba zinaonekana kabisa kama nimezifunga mapema. Kwa saizi ni nyanya ambazo zinarefuka, nyanya ambazo zinarefuka zinaweza zikarefuka mpaka mpaka urefu wa mita moja. Kwa hiyo unaona na miti nimeshaweka, unaweza kuona kabisa na miti nimeshaweka, miti inaonekana kabisa, miti nimeshaweka. Kwa hiyo ni nyanya ambazo zinarefuka. Kwa hiyo ukiweka maandalizi mapema, maandalizi mazuri mapema, na kujengea uwezo wa kuweza kupata matokeo bora, na kujengea uwezo wa kuweza kupata matokeo bora, kwa sababu kila kitu na kwa umekiandaa mapema, maana yake nyanya inakuwa haikutani na changamoto zozote zile, nyanya yako inakuwa haikutani na changamoto zozote zile za kuto, za hapa na pale. Kwa hiyo nyanya yako inakuwa inakuwa moja kwa moja nyako na yako inakuwa inakuwa moja kwa moja, kwa sababu umepata maandalizi umepata maandalizi. Ndio maana siku zote nasema tufanye kilimo kinachoweza kutuinua kiuchumi, tufanye kilimo kinachoweza kutoa kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, tufanye kilimo ambacho kina matija na kina manufaa katika maisha yetu ya kila siku ya ndio maana na mimi nimeamua sasa kulima hizi mbegu za hybrid, mbegu ambazo zina uzao mkubwa, mbegu ambazo zina mavuno makubwa, mbegu ambazo ni uzao wa kwanza. Naona ni wa uzao wa kwanza hybrid F1. Naona ni mbegu ambazo zina uzao mkubwa, ni mbegu ambazo zinaweza kuleta matokeo makubwa katika kilimo chetu sisi kama vijana wajasiria mali kupitia kilimo cha mboga za majani na mboga mboga, tulime kilimo kinachoweza kuleta tija. Lakini pia unaweza kuona kwenye shamba langu nimeweka nyasi za kutosha, nyasi zimo za kutosha, ndio maana kuona magugu sio mengi, magugu yamo yapo machache sana. Nyasi ni muhimu. Waga nasema, usibanie hera, na wakati unataka upate kitu kizuri, ukitaka upate kitu kizuri lazima utoe gharama. Nyasi ni muhimu kwa familia. Nyasi ni muhimu sana kwa sababu nyasi zinasaidia kutunza unyevunyevu -unyev kwenye udongo, lakini nyasi zinasaidia kupunguza kasi ya ukuaji wa magugu kwenye udongo. Kwa hiyo unaweza kuona nyasi zipo za kutosha, kwa hiyo nyasi, nyasi ni muhimu sana ya nyasi ni muhimu sana kwa sababu zinatusaidia kupunguza gharama za za kupalilia shamba mara kwa mara, lakini pia zinatusaidia kutunza unyevu, unyevu na maji tunakuwa tunamwagilizia kwenye udongo husika kwenye shamba letu husika. Kwa hiyo ndugu zangu, tuzidi kufuatilia, tuzidi kusubscribe. Ya nasema mara nyingi na nasema mara zote, mchango wenu ni mkubwa sana kwangu. Mchango wenu unanipa support, mchango wenu unanipa nguvu. Japokuwa kwa changamoto zilizokuwa nje ya uwezo wangu, ndio maana nilikuwa sijatoa up to date mbalimbali kuhusiana na kilimo cha nyanya. Lakini naomba mzidi kunipa support, naomba mzidi kusubscribe. Yeah, I can say that anybody who is located in any country, please subscribe to my YouTube channel, JL Online TV. In any location, in any place where you watch my video of vegetable farming, yeah, you may subscribe and you may

which are needed in, in in, in, potato farming which I can say that those main, many major elements, which are nitrogen, potassium, and phosphorus are um, needed well, well I needed every day uh, are needed in any stage of performing of growing so that we may ensure that we get, an, we get output we get output from farming Your CS yes. So I can say that any person who is watching my video of vegetable farming especially tomato can subscribe to my channel jelly online tv or even if you are watching online but you haven't subscribed you can search there to your, with your phone search and write it with capital letter jelly online tv then you'll see my channel then subscribe anybody watching from bangladesh from india from america please provide for me your support so that you may ensure providing you may ensure quick quick quick uploading of videos this make me to stimulate me to provide the consciousness and the awareness about people and the root of people who are watching my, my YouTube channel. So provide for me your support so that we may go well. We may go well, we may go well and continue provide uploading many videos. Yes, kwa hiyo kuna maanisha kwamba mtu yoyote ambaye anaangalia video zangu kutoka Afrika Mashariki kutoka sehemu yoyote ile ya pande ya dunia anaweza kaendelea subscribe kwenye channel yangu ili tufikie watu wengi zaidi. Kwa hiyo nilichokuwa nasisitiza siku ya leo, ni kwamba nyanya zetu zikiwa kwenye hatua za ukuaji, hatua za ukuaji inabidi uhakikishe kila kitu kimewekwa, kila kitu kimewekwa, umeweka mbolea ya kupandia lakini pia umeweka mbolea, umeweka virutubisho ambavyo vinahitajika kutokana na makuzi ya nyanya zako. Unaona? Nyanya hizi imeanza kuweka maua, nyanya ambayo imeanza kuweka maua inabidi uelewe kwamba hii nyanya iko kwenye hatua za ukuaji. Unaona? Iko kwenye hatua za ukuaji kuelekea kuwekea kuweka matunda, ndio maana imeanza kuweka maua. Kwa hiyo maua yanaashiria kwamba tunaelekea kwenye matunda. Unaona? Na zina mwezi mmoja, nimeshasema zina mwezi mmoja na siku mbili sasa. Kisha mwezi mmoja na siku mbili, kwa hapa Mbolea unabidi uweke ya kutosha, kwa sababu unaandaa mmea wako kuweza kubeba matunda. Kwa hiyo utakiwa kubania mbolea, kwa hiyo inabidi uweke mbolea ya kutosha ili uweze kupata matokeo bora. Asante watazamaji wangu, tuko pamoja, tuzidi kusubscribe channel yangu ya Jelly Online TV. Mngoe pamoja nasi Mungu abariki sana.